Hilo ndio hoja hiyo, na kama alivyosema anarejea akai wanafanya hayo. Tume inaongozwa na majaji, ina wanasheria wengine wabobezi katika makamishna wake, inatambua kwamba kuharibu ushahidi kwa jambo kwa mahakamani ni kosa la dai. Kwa hivyo hilo iabulangu kosola a kwanza na pili, umesema kwamba sisi tuna makamishna wawili na kwamba, je, hawakukuambia au wao wamehusika katika hili? Wala niseme sisi hatuna makamishna rejee, sisi hatuna makamishna sharti. Mambo haya tuyafahamu katika taratibu wake, namna ya kuwapata makamishna wa ZEK kuna utaratibu uliowekwa kikatiba kwamba angalau makamishna wawili watapendekezwa na kiongozi wa shughuli za serikali katika Baraza la Wakilishi, na angalau makamishna wawili watapendekezwa na kiongozi wa upinzani katika Baraza la Wakilishi. Na ikiwa kiongozi wa upinzani hayupo, na vyama vya siasa sasa, kama katika uteuzi tumeshirikishwa, ni kama vile walivoshirikishwa ile milango mikuna. Mnajua kuna pia jaji wa mahakama kuu categories pale katika saba, wakesha ingia mle ndani, hawawakilishi tena taasisi zao. Wale wote ni tume ya uchaguzi, wahvyo hawawajibiki kwetu, na pengine ndio maana wamejiweka mbali na chama hilo, ni juu yao. Wow. Lakini sisi kitaratibu, kikatiba, kisheria, sisi kama chama hatuwezi kusema tuna makamishna kama ambavyo CCM huwezi kusema kama ina makamishna kwa sababu tu umependekezwa na kiongozi wa shughuli za serikali ambaye ni makamu wa pili wa rais ambaye ni mjumbe wa kamati kuu ya CCM. Ndio jawabu letu. Swala la nini kinacho kinachofuata meshajibu hapa katika suala la kujibu jese kwamba sisi uh, kwanza tumechukua hatua hii, lakini wanasheria wetu wanashauriana juu hatua nyingine za kuchukua, tutaona nini kifanye. <coughs> Lakini ilikuwa na muhimu kwanza, umma sisi tueleze msimamo wetu katika hili na <coughs> umeuliza hapo kwamba je, tutakwenda mahakamani kupinga. Nafikiri linajibika <coughs> kwa hilo ni suala ambalo nimesha nijibu na kabla yeah. Baada ya kusema <tip> hayo yeah. Na yeah. Kesi zina, kama alivyosema, zina taratibu zake na kama alivyosema hapa, nimetaja kwamba wao wenyewe tume kama wadaiwa respondents wametaja hizo nyaraka katika utetezi wao na kwamba wanakusudia kuzitumia mahakamani kama ni ushahidi wao na vielelezo vyao. Sasa hilo ni jukumu ya mahakama kuamua, na bila shaka kuna taratibu ambazo ama zitachukuliwa na upande unaohusika katika haya kwenda kuyafikisha. Hapa ni swali lakini, <coughs> kama unasema tunajua, na mahakama nimesema, tumeona jinsi inavyokwenda, mwendo wa jongo. Tunataka kusema kesi hizi inatakiwa kuanzia kufunguliwa mpaka kumalizwa, hukumiwa kwa disposal zinapaswa zikamilike ndani ya miezi kumi na mbili. Miezi mitatu ishakwisha paka sasa bado hata hazijasikilizwa, ndio kwanza unaambua mwisho wa mwezi wa pili, mwisho wa mwezi wa tatu. kwa hivyo tunaweza kufuata taratibu za kisheria, lakini huku ikawa tume wakaendelea na uovu wao, akasema hata hapa wale na haya wanaweza wasijali kwa kiburi chao, kwa sababu ndio historia yao lakini at least hawawezi kuja kusema kwamba hakuna ambaye ametoa kauli kuhusu hiyo. Kwa hivyo watu wetu sisi tumekuja kwa umma na ulimwengu ujue, kudhihirisha tena, lakini ya mahakamani yataendelea na kesi zitaendelea. Atakayeamua kesi zende vipi, zibakie ziondoke, ni maamuzi ya mahakama. Nafikiri baada hapo pia kuna taratibu zetu vile vile za rufaa na mambo mengine, kwa hivyo huko zitaendelea, lakini watu wetu sisi tutasema kwanza, la muhimu zaidi ni kwamba umma ujue nini position yetu, kama watu ambao tuna maslaha makubwa tukiwa wakilisha na nchi ambao walio wengi walituchagua sisi katika uchaguzi. Kwa sababu unapofika una kesi 25 zinapingwa wewe, ujiulize kwamba more about 50% ya, ya majimbo yote wewe unapingwa wewe, una uhalali gani alafu leo unataka kwenda kudestroy ushahidi huo, kwa sababu muhimu public kujua. Na leo sisi tumefanya wajibu wetu katika hilo, tunashukuru sana na ni imani yetu kwamba mtayafikisha haya kwa umma na kwa ulimwengu waone jinsi gani chombo kinachoitwa Tume ya Uchaguzi kinavyofanya kazi zake. Nashukuru sana.